Danny aliondoka sebuleni huku miguu ikiwa inatetemeka. Alijua fika ya kwamba ameanza kuingia kwenye dunia isiyo ya kawaida, dunia tamu ya mama mwenye nyumba. Hapo ndipo tulipoishia katika sehemu ya kwanza. Hii ni Simulizi Tz, na huu ni mwendelezo wa simulizi ya tamu ya mama mwenye nyumba. Langu jina ni lile lile Mr. A Romantiki kutoka hapahapa Simulizi Tz. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Sasa tusonge katika mwendelezo wa sehemu hii ya pili tukipata burudani hii iliyo na visa na mikasa mitamu. Basi, usiku ulikuwa kimya, lakini si ndani ya moyo wa Dani mvutano uliopata kwa Madame Leticia ulimvuruga akili. Kila alipojaribu kulala, alikumbuka busu la shavuni, harufu ya mwili wake na macho yaliyokuwa yakisema maneno zaidi ya sauti. Lakini alikuwa na hofu, hii haikuwa kawaida yeye. Ni mpangaji, mwanamke ni mwenye nyumba, kuna mstari usioonekana unaotenganisha heshima na tamaa, lakini mstari huo ulionekana kufutika kila walipokutana. Alipokutana na Madame Leticia asubuhi, alijaribu kuonekana kawaida, lakini macho ya Leticia yalikuwa na tabasamu dogo mwanana, tena la hila. Alivaa gauni refu linalobana kiunoni, na alipomkaribisha kwa chai alisikika akisema, Leo sitoki, nimeamua nitulie nyumbani. Unataka nifanyeje leo ili siku yako iwe nzuri? Danny alijikuta akicheka kwa aibu. wewe ukiwa na furaha na mimi nitakuwa na furaha, Danny alijibu. Leticia alimtazama kwa jicho la chini tena chini juu. kuna mtu unavyoonekana, lazima wanawake wanakuwinda. nina maisha ya kawaida tu. Madame Leticia alijirekebisha haraka. basi tuendelee kuwa kawaida kwa sasa alijibu, huku akimwangalia kwa macho yenye maana nzito. saa tano usiku ilipofika, Danny alikuwa kitandani akihangaika na mawazo. Ghafla akasikia mlango wake ukigongwa kidogo. Alishtuka. ni nani saa hii? alipofungua Leticia alisimama hapo akiwa amevaa night dress nyembamba nyeupe ya hariri. Mwanga wa korido ulifanya mwili wake uonekane barabara kama kivuli cha taa samani. Dani, naweza kuingia? Karibu. Leticia aliingia taratibu, macho yake yakiwa yamejaa ukimya wa ndani. Alisimama mbele ya Dani akasema kwa sauti ya chini Sijawahi kufanya hivi kabla, lakini leo natamani niseme ukweli. Ukweli gani? Wewe ni mvuto usiotarajiwa, wewe ni kitu nilichokikosa kwa miaka mingi. Dani alibaki kimya. Leticia alisogea karibu, akachukua mikono yake na kuiweka kifuani mwake. Unahisi moyo wangu unapiga? aliuliza. Ndio, ni kwa ajili yako Dani. Nataka kitu lakini naofia, sitaki nikuumize. Unaniwaza? Dani aliuliza kwa sauti ya kuvutwa na hisia. Leticia hakujibu, alinyanyua uso wake na kumwangalia Dani machoni, halafu busu la moto likafuata. Si la shukrani tena, hili lilikuwa ni la kiu, la hamu la ukimya uliovunjika. Mdomo wake ulikutana na wake, na mikono yao ikajifunga kwa haraka, kana kwamba walikuwa wakitafuta kuunganika. Dakika zikawa saa. Leticia alichukua hatua, alimvua Danny shati lake taratibu, akaweka vidole kwenye kifua chake, kisha akamnong'oneza, usiku huu ni wetu. Sitaki maongezi, nataka mwili wako. Kila kitu kilikuwa haraka na cha hatari. Waliloweshwa na joto la hisia, mapigo ya mioyo yao yalipiga kwa nguvu zaidi kuliko feni iliyozunguka juu yao. Leticia alikuwa wa moto. Moto wa mwanamke aliyokosa mapenzi ya kweli kwa miaka mingi. Dani alikuwa kijana wa damu changa mwenye uwezo na kiu ya kujua. Walikutana katikati ya tamaa na utupu wa kihisia, miili yao ilikutana ikaanza safari ya kunong'ona chini ya mialiko ya sauti zilizopoa kuta za chumba. Dani, Leticia alimwita kwa sauti ya karibu ya kuomba. Ndiyo, Leticia aliitika huku mikono yake ikizama kwenye mgongo wake laini. Usiniache, usiku huu uwe kwangu pekee. Walishikilia ahadi hiyo kimwili. Chumba kikawa moto, wakafunika vyandalua vya hofu kwa blanketi la hamu kubwa. Walichovya tamaa kwenye kikombe cha upweke na kunywa hadi mwisho. Asubuhi Danny aliamka mapema. Leticia alikuwa amelala pembeni yake, nywele zake zikiwa zimepagalanyika, lakini uso wake ulikuwa na utulivu wa ndani ya moyo. Alimtazama kwa muda kisha akajilaza kimya. Lakini ghafla Leticia akafumbua macho, macho yaliyojaa wasiwasi. Alimkumbatia Danny kwa nguvu, akasema, tunakosa lakini sitaki kulia tena usiku, sitaki kukukosa, sitaki kukosa ladha hii, tafadhali. Danny alinyamaza hakujua kama ni penzi au mchezo wa hatari, lakini alijua ameonja kitu, kitu kilichojaa yani, tamu ya mama mwenye nyumba. Hii ni sehemu ya pili ya simulizi hii nzuri, simulizi ya tamu ya mama mwenye nyumba. Langu jina ni lilelile lile, Mr. A Romantiki kutoka hapa hapa Simulizi TZ. Usisahau kusubscribe channel yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali asante na kwa heri.